kusanya michango ikanunue virusi vya ebora na mpox ivilete tanzania ili watu wa ccm wafe alafu tusipige kura kwamba tutaleta virusi vizuie uchaguzi sasa unajiuliza kwamba hivyo virusi vinavyokuja ambavyo vitamjua huyu ni chadema huyu ni CCM ni virusi vya aina gani halafu amos makara anatuambia tunaenda kununua virusi bila kuwambia watanzania hivyo virusi vinauzwa duka gani na kwa bei gani ili tuwambie who wakaviangamize kule vinakouzwa huyu ni mtu mjinga na chama cha aina hiyo kimejaa watu wahovyo wanaofikiri wa Tanzania hawawezi kufikiri. Haiwezekani msemaji wa chama akasema hivyo. hizi zinaitwa biological attacks. kama virusi vinakuja hapa, maana yake anawaambia watalii wasije Tanzania kwa sababu wakija hapa watakufa. Huyu ni mhujumu uchumi, na gazeti la serikali Habari Leo limeandika barua, limeandika habari hiyo Mwenyekiti, wewe ni mwanasheria, ninakuomba uagize wanasheria wetu wawafungulie kesi hawa. Wapi? tunataka habari leo ituambie ni wapi virusi vinauzwa na vinauzwa shilingi ngapi, na Chadema imevinunua kwa bei gani, na inavipeleka sehemu gani specific, ili tuwajibike kwa watu basi tukisababisha chama hiki kiendeshwe na watu kiongozwe na watu kiwe kwenye mikono ya watu, watu wawe na nguvu kwenye chama hiki na wangapi. Wamewahi kusikia tone tone nimo, tone tone nimo? Uwanja mzima sema tone tone nimo, tone tone nimo. Nilimsikia Amos Makala akiongea mambo ya Chadema ya Tone Tone tone. Amos Makala umeongea mambo ya hovyo sana, na wapaswa kuwajibika na maneno yako ya hovyo uliyoyasema. Shame on you! Sisi tunamaanisha kufanya kazi hizi za mageuzi, kuiambia dunia mbele ya vyombo vya habari kwamba wanachadema wanachangisha michango ili walete virusi eh, vya yale yalikuwa ni maneno ya hovyo. Wakubwa zako au wewe mwenyewe, mjitafakari. Ndani ya siku saba mlifute neno la hovyo hilo, vinginevyo tutakutangaza kuwa mtu wa hovyo wa taifa la Tanzania ambaye hajapata kutokea. Usirudie tena kuzungumza maneno ya hovyo ya kuwafanya watanzania ni wajinga namna hii. Sasa hebu tumjibu huyu mtu wa hovyo kwa kusema Tone Tone, nimo sawa kusimamisha uchaguzi, lakini kuna ajenda asiri hawa watu, na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania, wanataka kutumia michango inayochangishwa ya Tone Tone eti kifika wakati wakanunua virusi vya ebola na mpox ili wavilete visambae tanzania na uchaguzi usifanyike wako tayari kuwaumiza watanzania kwa kupandikiza virusi vya ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame huu ni mpango wa siri wana uratibu na kwamba anakopita au huo mchango unaofanywa ni wakukusanya fedha wameshakutana na watu wanunue hivyo virusi eti ikifika wakati wa uchaguzi miezi ikikaribia sisi hapa tuugue ebola na Mpox katika tanzania naomba niwataadharishe